Takriban mwaka mmoja baada ya maandamano ya Gen Z yaliyosababisha vifo na majeraha, bado kuna baadhi ya vijana wanaouguza majeraha ya risasi tangu wakati huo. Mmoja wao ni Antony Mwangi Chege ambaye hajaweza kutembea tangu alipopigwa risasi na polisi wakati wa maandamano hayo ya mwezi Juni mwaka uliopita. Odi Francis alikutana naye mtaani Kayole na hii hapa taarifa yake. Ni kumbukumbu ya tarehe 25 Juni mwaka na hii ndiyo taswira kamili, mwaka mmoja baadaye. Antony Mwangi Chege na baba ya mtoto mmoja nyumbani, akiwa na maumivu ya risasi. Anakumbuka fika yaliyojiri wakati wa maandamano ya Jenzi. Ipigwa risasi, ilikuwa mara yangu ya kwanza Ino, ino, ino, ino, ino, ino, ino, ino. Maisha yake yalibadilika baada ya kutoka hospitalini akiwa nyumbani bila kuwa na uwezo wa kushughulikia familia yake mwaka mmoja sasa. Hiyo momenti ya kukimbia ya kukimbia tukiendea upande ya holibasilika ndiyo nilipigwa risasi ya mguu. Mi tangu nianze ni ni kukaa kwa nyumba, life imechange. Napata wife akitoka aki, kwa nyumba enda jo bani saka so sana, unaona na naona, na sikuwa nimezoea hivyo anaonekana unamwekelea mu, na mizigo mzigo mingi zenye hazifai kwa kijana huyu wa miaka 25. Sasa msamaha wa majuzi wa Rais Ruto unamwacha na kinyongo. Mimi apology yake siku ichukua siku i accept, juu huwezi omba msamaha watu hawa yuko hapo kama saa hii. Kuna watu bado wameishi osi wa hiyo protest ya 25, au ndiye anafaa ende ombe msamaha ama atumane Hakuna, no, hata mtu mmoja bili yake imesimamiwa na gava. Hakuna so, no. Hiyo msamaha uh -huh. Anthony anapoendelea kuuguza majeraha, ombi lake ni moja tu oh. mimi naweza taka kwa saa hii kupona, mi nikapata two chance ama nipate mtu anaweza nisimamia nitibiwe, mguu nione natembea kama watu wengine ama natembea vizuri, nirudi normal, naweza ni furahia kitu ya pili job. Nam, mswada wa fedha wa mwaka 2025 ukitarajiwa kuwekwa bungeni ili kujadiliwa na kisha baadaye kutiwa saini kama sheria na rais. Makovu ya maandamano ya Jenzi bado yangali yanavuja kwa Antony ambaye kufikia sasa hajapata usaidizi wowote kutoka kwa serikali. Ode Francis, Runinga ya Citizen katika majengo ya bunge hapa Nairobi.